Mimi naitwa Ruzuba, Ruzuba the great. Ee bwana, watu wangu mnaonitizama kila siku, nawaeleza kuhusu maarifa haya. Ni maarifa ya kikoni, yaani ni kondoo ambaye unamchinjia mara moja kwa mwaka, au mara mbili kwa mwaka, au mara tatu kwa mwaka. Elimu hii nilishawahi kuifundisha, nikasema elimu hii ililetwa na Mungu duniani baada ya Ibrahimu kwenda kumtoa mwanaye wa pekee kule kwenye mlima ili aweze kupata heshima na amari. Mwenyezi Mungu akamwambia haiwezekani, sasa hivi tunabadilisha utaratibu wa kiungu, yani white magic way ni ya kutumia kondoo. Ndipo Ibrahimu akamwona kondoo akiwa amenasa pembe zake hizi kwenye kichaka, akaenda akamchukua, akamtoa badala ya mwanae ambaye alikuwa anampenda. Sasa haya ni maarifa ya white magic, sio ya kichawi ya kichawi yenyewe unazuru maisha ya watu, ndio wewe upate mali. Lakini hii kikoni, utaiahidi, utaichinjia mara moja au mara mbili kwa mwaka, ili ikupe mali kama unavyotaka. Jamani, ni jambo rahisi sana. Watu ambao wako mbali pia wanaweza wakatengenezewa, ikaandaliwa, halafu siku atakapokuwa amerudi au amepata nafasi, anaweza akaja akaichukua na mambo yake yakaenda vizuri. Hili jambo limefanyika tangu zamani. Lakini wewe ambaye unayenitizama ukishindwa kufanya mambo haya, kila kitu ni kigumu. Otherwise utafute pesa ya kula ama ya kuvaa, hayo mambo utayaweza, lakini kutafuta milioni mia nane, milioni mia mbili, ukanunue gari ni jambo gumu sana. Haya ni maarifa ya kiungu ambayo yameandikwa hata kwenye maandiko. Jamani, watu wa imani wanayakataa tu kwa sababu ya ushabiki au kwa ajili ya mapokeo, lakini mimi naweza nikakufungulia maandiko zaidi ya 30 yanayozungumzia habari ya kuchinja ili mtu afanikiwe. Eh, Gideon, chinja ili uangushe ufalme wa baba yako, utawale wewe. Yaani, ili ufanikiwe lazima uchinje. Hata Wayahudi wanachinja mpaka leo, simnasikia walikuwa wanatafuta ng'ombe wa rangi fulani, wamempata, ili wakatoe kafara wajenge nini hekaru. Kwa nini wewe unataka kujenga uchumi lakini huna maarifa kama haya? Ndugu yangu, acha kupoteza muda. Mimi naitwa Ruzubha, napatikana Chanika, Zingiziwa shule ya sekondari ewana. Nimerudi, mimi ni mganga wa ndagu na mafanikio. Kama unataka mambo yako yaende vizuri kiurahisi, kama baba zetu Ibrahimu, Sulemani, Ayubu alikuwa anachinja usiku na mchana. Ayubu tena anawachinjia na watoto wake. Au jamani hamjui mambo haya? Hii hapa kikoni, Utatengenezewa mwana kondoa aliyenona kama huyu. Hebu mcheki dube, eh? halina mawa halina kilema halina mapengo <laughs> unateseka nini sasa mtu wangu. Mimi naitwa Ruzuba Ruzuba the great, acha kuteseka, acha kuhangaika, kazi ni kwako. Sasa sharika zingiziwa, shule ya sekondari Tanzania eh? E bwana eh? mimi nimemaliza eh?